Alafu serikali inakuja wanakaa Dodoma. Dodoma hakuna hata kakalambo tuka nini, hakuna hata mto. Wanakaa huko wanaamua mambo ya uvuvi ya ziwa Tanganyika, matokeo yake wanapiga marufuku uvuvi upande huu wa kwetu. Hapo Kongo ukivuka, wamepiga marufuku. Ukienda Burundi wamepiga wame marufuku, ukienda Zambia wapiga marufuku. Kwa kama ni ku, kama ni kumpiga marufuku ili kuwe na samaki samaki, kwa sababu kavuliwa na wakongomani, hauna kosea. Yeah. Maamuzi ya ya mambo kama haya yanafanywa na watu wasioyajua. Hawajui kwa sababu sio watu wa, wa hapa. Wamesoma mambo kwenye makaratasi tu, hawaishi hapa. Halafu wanafanya maamuzi yanayowaumiza nyie wananchi. Haya yanahitaji kuzungumzwa. Tuzungumze maswala ya usafiri. Kama barabara ndio hii, kama barabara ndio hii Miaka sitini na tano ya uhuru, miaka sitini na tano ya uhuru, barabara ndio hii. CCM ni ya kazi gani?